Mambo a zima mageni, mambo haya ah, umeshika wapi? zile moja mbili tatu nne tano sita saba nane tisa kumi. Yes kama hiyo nane. Kuhesabu izoela tumechoka, tunatoka kuhesabia kule kwa mashine. Wewe la zote zetu kazi hesabu. Hujanielewa anatoa kule. Eh, si bwana kuna vibanda kule bado mabati tu <laughs> kuna vibanda uko Mlandizi. Tutaje mjini tuna hela huko. Ah, besela matunda tunauza wanafiki bado mabaya. Ay, mfano, mm, mfano hapa mkiuza hizo kuku mnazouza mnapata shilingi ngapi kila siku pale yani? Kuna eh, kamisheni tunapata. Tukikuuzia kuku tunapata, inategemea. Tukiuza nusu tunapata 500, tukiuza mzima tunapata 1000. Acheni uongo jamani, hata Chifu tusingeondoka hapa kama tunapata tunauza hivyo kamisheni. shilingi ngapi? 500, kuchukua mzima 1000 1000 kwa hiyo mimi ninavyochukua vile kuku wawili. Wewe, namba zetu upokeagi, simu zetu upokeagi wewe, abidi usivugi namba zetu. Ah